Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni Jumaa ya pili ya Shawal, ambayo kuna tukio kubwa sana limetokea Kenya na ulimwengu mzima, kubomolewa kwa nyumba ambayo ingetokea ikaleta maafa makubwa sana. Hatuangalii ile nyumba tu, tuangalia uongozi wa gavana wa Mombasa gavana Abdulswamad Sharif Nasser. Je, ametekeleza uadilifu wake wa kuokoa watu katika maafa ama ilikuwa ni kubahatisha? Mimi nitawaambia gavana amefanya kazi kubwa sana. Alihamisha wagonjwa kutoka hospitali kuu ya Coast General akapanga mipangilio kabambe na KDF na watu wa fire brigade na taasisi zingine kama polisi na kadhalika. Jumba lile lilipoletwa chini, gavana alikuwa ameshatoa maagizo ama onyo ukipenda, watu wakae mbali karibu mraba kilomita moja nukta mbili. Na kwa sababu watu wa Mombasa, wakazi wa Mombasa wanamfata, wanamsikiliza, wanampenda gavana wao, wakatekeleza hayo maagizo, wengi wakatoka nyumba zao, wengi wakaacha kwenda kazini, wakaacha kupeleka magari yao makazi na kadhalika, wengine walikwenda kukaa mamangina kule wakipunga hewa. La ajabu ni kuwa hakuna uwizi uliotokea katika majumba hayo, wala hakuna maafa yaliyotokea. Huyo bwana mmoja asemekana alinaswa kwenye vifusi, alikuwako humo ndani kabla ya jumba kuanguka. Nasikia alikuwa kwenye basement, hiyo ni nasikia. Utafiti utafanywa zaidi. haikutokana na bomu. Kwa hivyo Abdulswamad ameweza kubomoa nyumba ile kwa usimamizi mzuri sana wa taasisi zinazohusika, na KDF wakatuonesha, wao wako tayari kuokoa maisha ya wananchi, na hususan watu waliokuwa wamekabiliwa na tatizo la jengo hilo. Nyumba zilizoathirika za karibu na biashara zilizoathirika, hayo yaweza yakarekebishwa kupitia mazungumzo na taratibu. Si kama watu wangepoteza maisha yao, ingekuwa hakuna namna ya kurekebisha ti maisha yakarudi, lakini hasara zilizoingia wenyewe wataangalia, watafanya nini, ni insurance, ni wapi, ni wapi na kila kitu kitakuwa sawa sawa. La muhimu hapa ni kusema Gavana aliokoa raia wake wa Mombasa County na raia wakamsikiliza, na usalama ukapatikana. Hilo hivyo tumevuka salama. Dunia nzima watu walikuwa wanaangalia, wanafikiri labda ingekuwa Palestina ya pili, lakini hakukuwa na fujo Kenya, hakukuwa na vita wala ilikuwa ni kubomoa nyumba ile ili kuleta usalama, na kila mtu amekubali kwamba gavana huyu gavana huyu anapenda watu wake, na sisi tunamhakikishia twampenda. Mimi ni mkereketwa na nimekuwa nikimsupport sana huyu bwana Abdulswamad. Wanaofikiria labda napewa pesa, poleni, sipewi pesa Nasema hapa hapa sipawi pesa, futari pia sikupewa, bahasha sikupewa. Twampenda tu kwa sababu ya kumpenda. Kama wewe hujapenda mtu kwa sababu ya kumpenda, basi hujaweza kupenda. Abdulswamad, 2027, tukungoja tukurudishe kwa kazi. Na wale ambao wanafikiria kuania kiti hicho, hakuna haja ya matusi na wao, na wafanya kazi zao tuzione, tutapima kwenye mizani maalum ya wananchi. Mimi nikiwa quality assurance and, uh, uh, and assessment officer, tutaangalia kila mtu amefanya nini. Musipinge kitu ambacho wewe mwenyewe hujafanya kitu fanya alafu useme mimi ninafanya hili, ni bora kuliko la yule, then hapo tutaweza kujua mnashindana. Kwa hivyo mimi nasema kwa muhtasari, watu wa Mombasa na Kenya kwa jumla, na nchi nzima, dunia nzima, wamekubali kwamba Abdulswamad ameonesha ukakamavu na kukomaa katika kuangalia wananchi wake. Salamu aleikum watu wa Mombasa, long live.